Kuna dawa inaitwa Viagra nafikiri, unajua kuisikia <mimisi> unafurahi in, inakwamba umewahi kuisikia. Sasa Viagra component yake kubwa, utengenezaji wake mkubwa, kuna hiyo dawa nitric oxide okay, inawekwa ndio inafanya kutengeneza, kwa sababu Viagra inachokwenda kufanya ni kupanua mishipa ya damu ili flow ya damu iwe kubwa zaidi kwenye sehemu zetu za siri ili mtu aweze kufanya tendo la ndoa. Sasa hauhitaji kunywa Viagra. Wagonjwa wangu nawambia, ukila mboga za majani za kutosha, za kutosha. Mishipa yako itapanuka, ikipanuka, damu itakwenda kwenye sehemu za siri. kwa nini nalisemea hili saizi? Tuna changamoto kubwa sana ya upungufu wa nguvu za kiume kubwa sana a vijana ku, ku, ku, kwa sababu ya stresi mm. za maisha mtindo mm. wa maisha e, uzito wetu zimekuwa kubwa sana nanalisemee na, na, na, na, na hili la nguvu za kiume, mimi kama daktari wa moyo silichukuli kirahisi sana. Ni sayansi, tafiti zinaonyesha mm. uki nguvu za kiume zikipungua, De. chansi yako ya kupata kiharusi au mshtuko wa moyo hata tak katika miaka kumi inokuja unaongezeka mara tatu zaidi. Ndio. Kwa hiyo sio swala tu la kufanya tendo la ndoa au mapenzi mm, ni, ni signal au ni alama kwamba utakuja kupata kiharusi, utakuja kupata shinikizo la, la moyo, utakuja kupata mshtuko wa moyo, heart attack, au kitaalam zaidi myocardial infarction mm. Kwa hiyo ndio maana kitu tunarudi tena kulekule kule. Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW kuwasilisha kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa, kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes.